Rais wa Marekani Donald Trump atakutana na rais wa China Xi Jinping wiki ijayo kama sehemu ya ziara yake barani Asia. Ikulu ya Marekani, White House, imethibitisha hapo jana Alhamisi, ikihakikisha mkutano huo ambao ulikuwa umeanza kutiliwa shaka kufuatia kuongezeka kwa mvutano wa kibiashara. Katibu wa habari wa White House Caroline Levitt aliwaambia waandishi wa habari kwamba Trump ataondoka kuelekea Malaysia usiku wa leo Ijumaa, tarehe 24 mwezi wa 10 2025, na atatembelea pia Japani na Korea Kusini ambako atakutana na Xi Jinping siku ya Alhamisi wiki ijayo. Baada ya kuhutubia mkutano wa wakuu wa biashara wa ushirikiano wa kiuchumi wa nchi za Asia na Pacific, APEC CEO Summit, asubuhi ya Alhamisi kwa saa za huko, rais Trump atashiriki katika mkutano wa pande mbili na rais Xi wa jamhuri ya watu wa China kabla ya kuanza safari ya kurejea nyumbani, alisema Caroline Levitt. Jumapili, Trump atakutana na waziri mkuu wa Malaysia Anwar Ibrahim na kuhudhuria chakula cha jioni cha viongozi wa jumuiya ya nchi za kusini mashariki mwa Asia ASEAN kisha atasafiri kwenda Tokyo siku ya Jumatatu, kwa ajili ya mkutano na waziri mkuu mpya wa Japani Sanae Takaichi siku ya Jumanne. Kisha Jumatano, Trump atasafiri kwenda Korea Kusini, ambako atakutana na rais wa Korea Kusini Lee Jae Myung. Atatoa hotuba kuu katika chakula cha mchana cha wakuu wa kampuni kilichoko pembezoni mwa mkutano wa kilele wa APEC na kisha kushiriki katika chakula cha jioni cha viongozi wa Marekani na APEC. Vita vya kibiashara kati Marekani na China ambavyo vilikuwa vikiendelea kwa miezi kadhaa vilionekana wazi mapema mwezi Oktoba baada ya Beijing kupanua kwa kiasi kikubwa vikwazo vya mauzo ya madini ya dimu duniani rare earth minerals. Trump alitishia kujibu kwa ushuru na hatua nyingine, lakini katika siku za karibuni ameonyesha matumaini ya kufikiwa kwa makubaliano ya kibiashara na China. Nadhani tutaishia vizuri sana na kila mtu atakuwa na furaha, Trump alisema kuhusu mkutano huo unaotarajiwa kufanyika siku ya Alhamisi jioni wiki ijayo zilipingana na matamshi makali zaidi kutoka kwa maafisa wake wakuu wa kibiashara na fedha ambao walielekea barani Asia siku ya Jumatano kuhakikisha mkutano wa Trump na Xi ambao ni wa kwanza katika mhola wake wa pili unafanyika kama ulivyopangwa. Trump alisema swali la kwanza atakalomuuliza kiongozi wa China litahusu dawa za kulevya aina ya fentanyl. Washington inaituhumu Beijing kwa kushindwa kudhibiti usafirishaji wa kemikali zinazotumika kutengeneza fentanyl, moja ya sababu kuu za vifo vya overdose nchini Marekani. Kani, Beijing imekuwa ikijitetea ikiishutumu Washington kwa kutumia swala la fentanil kuiweka China katika lawama nzito. Ikulu ya White House imetumia mtiririko wa kemikali hizo kutoka China kama mojawapo ya sababu za kuongeza ushuru kwa bidhaa za China. swali la kwanza nitakuwa muuliza ni kuhusu fentanil, alisema Trump, akiongeza kuwa naliweka juu kabisa kwenye orodha hii. ni Msasa Media.